alishaenza kwenda kukagua makaburini pale, akipiga magoti makaburini na akisema nitazikwa sehemu fulani au mahali fulani, akaelekeza mahali pake atakapozikwa karibu na kaburi e, kama kichaa. Sasa baada ya hapo kuwa hivyo, akawa natetemeka, tetemeka, nikasema, nifanyaje? Niende kwa walokole. Kwenda kwa walokole nikamkuta yule mama naumu. Kwa jina naitwa Marcel Krisent, mwenyekiti wa kijiji cha Imbilili. Kwanza kabisa tunasikitika kabisa kutokiwa na tukio la huyu kijana wetu kujinyonga kwenye mti, lakini kila tukiuliza changamoto na sababu haswa ni nini, tunashindwa kuelewa. Kwa sababu kijana huyu, jana, inasemekana alipelekwa hospitali, kionyesha kama amepoteza kumbukumbu na kama dalili ya malaria hivi, lakini baada ya kupatiwa matibabu, hata usiku alipolala aliacha kusumbua na akawa ametulia kabisa. Jambo la kusikitisha, wazazi wake asubuhi walipomjulia hali alidai kwamba ana nafuu, lakini baadaye akatoka kama mtu anaenda uani na hatimaye ajaonekana tena. Baadaye wazazi wakatafuta ushirikiano wa majirani kwenda kumtafuta, ndio wamkute mlimani amejininginiza na ama na amejitundika na tayari ameshakufa. Lakini jana kabla ya usiku kufika alishaanza kwenda kukagua makaburini pale, akipiga magoti makaburini na akisema nitazikwa sehemu fulani au mahali fulani, akaelekeza mahali pake atakapozikwa karibu na kaburi la baba yake kwa hiyo la babu yake. Kwa hivyo mpaka sasa uh, tukio ilivyotokea, kila mmoja ameamini kwamba hili limetokea, lakini kama kiongozi nimeagiza mwenyekiti wa kitongoji pamoja na wazee wakubwa wa eneo hili na wananchi kwa ujumla, wakakae watafute nini maana ya tatizo hili na vikao vikae, ili jambo hili lisijirudie tena na watu wa mtaa huu wasichukulie sheria mkononi. Yee, kwa kweli alikutwa hali yake kama kichaa kama kichaa. Sasa baada hapo habo kuwa hivyo, akawa natetemeka tetemeka. Nikasema, nifanyaje? niende kwa walokole, kwenda kwa kwa walokole. Nikamkuta yule mama naume kaja, nikamwambia kijana wangu mwingine kaambia, twende hospitali. Tukaenda pale hospitalini, kaenda hapo wadaktari kweli wakamwangalia, wakamwangaliaangalia akasema, hasa huyu hii nani, kwa sababu kichwa chake kimiharibika kidogo apewe usi, nani sindano ile ya kunania kutuliza maumivu ya, ya usingizi. Naona waka kweli wakaja waka, tukamleta huko nyumbani, kameza kidongi, akauliza ugali, nikampikia akala. Basi asubuhi niliyo damka nikamsalimia, akaitikia vizuri kabisa. Nikamwambia namna gani hali, akasema ni <laughs> ni haina shida, lakini ila kuna mchokochoko tu. Na, na jirani yangu akaja akamsalimia akaongea hiyo sasa so, nikamwambia mimi siwezi kukaa sasa hapa kwa sababu hii hali ya hapa ni mbaya, ngoja tuende tukatafute tafute, nitarudi sasa hivi. Basi kuondoka kidogo, nikaona mtoto ananifuatilia bibi huyo, eh, mtoto ajuagi kuongea njo ni taitwa na babu wana, haipo haipo eh. Kaondoka nika nikaanza kweli kuangalia mguu mguu. Basi kama kitu kimeniambia nikaangalia hivi nikaona mguu sasa, umefuata korongo kwa korongo tu, korongo kwa korongo tu, korongo tu. Tukaanza kufuatilia na Rashidi tunapanda tumo juu, juu, juu tumesambaratika sasa, wengine wawili wawili sisi wawili na wahugu wako watatu wakaondoka waka, waka wema ndio sasa kwenda kumkutia kule, nikaona tunaanza kuita njoo sasa ndio hivyo, baba mengine misija ya jua Mm, hamna mengine. Mimi kwa jina naitwa Umari Hasani Isa, ni mkazi wa hapa Imbilili. Yaani kwa jinsi ninavyomfahamu Yohani, yani ilikuwa ni mkazi wa hapa, alikuwa akiishi hapa. Kwa hili tatizo kwa kweli liliyomtokea, yaani ni, ni la kusikitisha sana kwa sababu ni kijana ambaye hawezi sema labda kuna kitu ambacho kimemsibu labda kifamilia. Hakubahatika kuwa na familia, yaani ni kijana ambaye tu hajawa na familia. Hawezi jua mtu kwamba ni nini kimemsibu mpaka akachukua jukumu la kujinyonga, kwa sababu angekuwa na familia labda na mke, ana watoto, tungesema labda ni ugumu wa maisha au huenda ni wametofautiana, labda kifamilia, labda na mke kwa kweli yeye alikuwa anaishi na wazazi, na kama taarifa tulizozipata kwamba jana alikuwa anaumwa, lakini alipelekwa hospitalini, ndio hivyo. Lakini kwa kipindi cha huku nyuma kweli, Yohana ilikuwa ni mtu ambaye anakunywa. Sasa hatuwezi jua kwamba ilikuwa mpaka anavyokutwa na umauti wake ilikuwa ni anakunywa au vipi, kati tukio kweli limejitokeza.